Kuosha viganja viwili mwanzo wa kutawadha. Wakati unatawadha kabla haujatumia viganja vyako kama chombo cha kutekea maji na kupitisha kwenye viungo vyako, hivyo viganja unatakiwa uvioshe kwanza. Bismillahirrahmanirrahim

Allahumma aidhna min alnar. Allahumma aidhna minal bidai. Baada ya kuhmidi Allah subhanahu wa taala ni kumtakia rehma na amani Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ni mara nyingine tena tunakutana katika wasaa huu wa kukumbushana kwenye kituo <coughs> hichi cha Halali Charity TV tukiwa tungali kwenye maudhui yanaofungamanishwa na ibada tukufu ya swala ambayo ni maudhui ya utekelezaji wa udhu, kama tulivyozungumzia kwenye vikao vya nyuma kuhusiana na faradhi za udhu, tukaweza kuzielezea kwa maelezo ya kujitosheleza alhamdulillahi na tukaweza kufikia ukingoni wa maelezo ya hizo faradhi za udhu. Ikawa tumebakia kuingia sehemu nyingine ya pili ambayo inahusiana vilevile na huo udhu nayo ni sehemu ya kuzungumzia suna nul udhui, suna za udhu. Kwa maana hiyo, leo insha Allahu taala tutaingia kwenye kuzizungumzia hizo sunna za wudhu. Lile ambalo twapasa kulielewa na kulifahamu ni kuwa chochote kile ambacho kimethubutu kwa dalili kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwenye sunna zake katika utekelezaji wa wudhu, basi muislamu anatakiwa atimize hilo bila kutofautisha baina ya faradhi na sunna, kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alidumisha yote hayo kwenye kutawadha kwake. Yale ya faradhi aliyofanya na yale ya sunna aliyafanya. Kwa hiyo ili kupata ukamilifu wa udhu, ama uwe kwenye ukamilifu katika kutawadha, hakikisha kwamba lile la faradhi ambalo ni la lazima likikosekana hilo udhu wako haujakamilika, uwe ni mwenye kulitimiza. Lakini vilevile lile la sunna pia usiliwache, kwa sababu mtume wako Muhammad hakuliwacha. Wa anna khaira lhadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na bila shaka mwongozo bora na waheri ni mwongozo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa miongoni mwa hizo sunna za udhu ambazo Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alituongoza kuzifanya kwenye kutawadha, ya kwanza ni at-tasmiyatu qabla al-wudhui, at-tasmiyatu qabla al-wudhui, maana yake ni kusema bismillah kabla ya kutawadha, kwa hadithi ya Abu Huraira radhiallahu anhu na hadithi ambayo imepokewa na Imamu Abu Daud wa Tirmidhi wa Ibn Majah. Na hadithi hii kwa kukusanywa riwaya zake zilizokuja tofauti tofauti kuelezea swala hili la atasmia la kuleta bismillah kabla ya udhu, riwaya za hadithi hizi zikikusanywa zote zinaifanya hadithi hino kuwa hasan, kuwa ni hadithi ambayo ina mashiko na ina nguvu katika kutolele, kutu, kutumika kutolewa dalili. Hadithi yi inasema hivi: ana abi huraira radhiallahu anhu ani Nabii sallallahu alayhi wasallam qala la salata liman la wudhua lahu wa la wudhua liman lam yadhkur ismallahi alayhi, kwamba hana swala yule ambaye hana udhu. Kwa maana ukiwa hukutawadha na ukaingia kwenye swala bila kutawadha swala yako ni batil. Wala wudhua liman lam yadhkur isma allahi alayhi, lakini vile vile hana udhu kwa yule ambaye hatataja jina la Allah kwenye udhu wake. Kwa udhahiri wa hadithi hii inaonyesha wazi kwamba usipomtaja Allah subhanahu wataala mwanzo wa kutawadha, ina maana udhu wako vile vile ni batil. Lakini wanavyoni wameizungumziaje mizungu, wa hadithi hii ufahamu wake ni huwa wa dhahiri kwamba ambaye hakusema kusema bismillahi kwenye kutawadha kwake hana udhu, ama hadithi hii imejengewa kwa maana isiyokua hiyo ya dhahiri. Wakhtalafa alulamau fi hukmi tasmiyati, wanavyoni wakatofautiana kwenye hukumu ya kuleta bismillahi wakati wa kutawadha. Fa baadhuhum yara alwujuba, baadhi yao wamekwenda na msimamo kwamba ni wajibu kusema bismillah kwa sababu ya hii hadithi, imedhihiri wazi maana yake ya dhahiri, wala udhua liman lam yadhkur ismallahi alayhi, hana udhu yule ambaye hatataja jina la Allah kwenye udhu wake. Lakini wayara jamhuru alulamai annaha mustahabba, lakini vile vile wasomi walio wengi jamhur alulama wanakwenda na msimamo kwamba kusema bismillahi ni jambo ambalo limeekwa katika msingi wa mapendekezo, bali halipo katika uwajibu waladhi yatabayan anna qaula aljamhuri huwa alarjah. Na lile ambalo liko wazi hapa ni kuwa kauli ya walio wengi ni kauli ambayo ina nguvu. Kauli gani? ya kusema ya kuwa kuanza udho wako kwa kusema bismillahi ni sunna, ni jambo mustahaba wala si la wajibu. Hawa walioenda na msomo huno, kauli yao ndiyo iliyoona nguvu, wala hapa hawakupawa hawa e, kiupaumbele kwenye kauli yao hawa walio wengi kwa sababu ya wingi wao la, wala wale waliosema kuwa ni wajibu hawakupata uungwaji mkono kwa sababu ya ucheche wao la, kwa sababu ile haki na ile dalili haiangaliwi, imeshikwa na kina nani, imeshikwa na wengi au imeshikwa na wachache, bali inaangaliwa dalili ilivyosihi na masala yalivyosihi kwa kutegemezwa kwenye dalili. Sasa ikiwa masala yale ehe, walio isibu haki ni wachache, kwa dalili wataandamwa, na ikiwa masala yale walioisibu haki ni wengi kwa dalili pia wataandamwa. Kwa hivyo kilichopelekea hawa wengi kupata uungwaji mkono kwenye kauli yao ya kusema kwamba kuleta bismillahi kwenye kutawadha ni sunna ni uzito wa dalili yao wala si wingi wa idadi yao. Na wale ambao wamesema kuwa kuleta bismillahi ni wajibu na hawakupatwa kuungwa mkono kwenye kauli yao, si kwa sababu hawakuungwa mkono kwa uchache wao, bali ni kwa kuwa dalili yao haina mashiko wala haina nguvu. Sasa basi tukisema kwamba kuleta bismillahi mwanzo wa kutawadha ni sunna, hili litajengewa na dalili ambayo itatafsiri ile maana ya hadithi tuliyoitolea hoja kwanza juu ya kuleta bismillah mwanzo wa kutawadha, ambao ni hadithi isemayo wala wudhua liman lam yadhkur ismallahi alayhi, hana udhu yule ambaye hakutaja jina la Allah kwenye kutawadha kwake, hakusema bismillah, ambapo tumesema kwamba maana ya dhahiri ya hadithi hii ni kuwa ambaye hakusema bismillahi udhu wake haupo, si sahihi. Sasa tukisema kuwa ni sunna, maana hii ya udhahiri iliyodhihiri katika hadithi hii tutaipeleka wapi? Maana hii tutaipeleka kwa mujibu wa hadithi nyingine ambazo zimekuja kututoa kwenye kuifahamu hadithi hii kwenye maana yake ya dhahiri. Nao ni hadithi zipi? Ni hizi zifuatazo wa anna alladhina wasafu wudhu an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam lam yadhkuru tasmiyata, hii ni kwa sababu wale waliotuelezea udhu wa mtume, namna ya mtume alivyotawadha kwenye maelezo yao hawakututajia bismillah. wa aidan faqad thabata fi sunani abi daud bisanadin hasanin Anna Arabiyan sala nabiyya sallallahu alayhi wasallam, imethubutu vile vile bwana mmoja mbedui mmoja alikuja kumuuliza mtume katika hadithi iliyopokewa na imamu Abu Daud kwa mapokezi ambayo ni mazuri. Mbedui huyu alimuuliza mtume anil wudhu, kuhusiana na kutawadha, anataka kufunzwa namna ya kutawadha fadaa bimain, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akaitisha maji. Fatawadha thalathan thalatha, akatawadha mara tatu mara tatu, kwa maana akaviosha viungo vyake mara tatu mara tatu. Ghaira ra'si, hii isipokuwa kichwa chake, kama tulivyoelezea habari ya ufutaji wa kichwa, ni mara moja kutoka mbele kwenda nyuma na kurudi mbele, kama tulivyoelezea thumma qala kisha Mtume akasema, hakadha lwudhuu, hivi ndivyo udhu unavyochukuliwa. faman zada fakad asaa wa taadda wa dhalam, atakaizidisha hivi lilivotawadha mimi, basi huyo amefanya vibaya na amevuka mipaka na ameleta dhulma. idhan yulahadhu annahu lam yadhkur fihi tasmiya maa jahali al-arabiyi wa ihtiyajihi litafsil. Katika udhu huu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam hakutaja tasmia hapa, kusema bismillah mwanzo wa kutawadha, pamoja na kuwa twajua huyu aliyekuja kuuliza alikuwa ni jahil, hataka kuelewa, haelewi na ana haja zaidi ya kupambanuliwa kilichomo kwenye udhu kwa hivyo bila shaka, kama ingekuwa kusema bismillah ni wajibu, basi huyu bwana angefafanuliwa akaelezwa na hilo pia, kwa sababu anahitaji kujua udhu, hajui namna ya udhu unavyo unavyochukuliwa. Vilevile ikawa neno lake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliposema, hakadhal udhu, hivi ndivyo udhu kwa maana baada ya kumaliza kutawadha, alimwambia yule mbidui na waliokuwepo kwamba hakadha lwudhuu, hivi ndivyo udhu unavyochukuliwa. Ma yufidu lhasra, bila shaka maneno yake haya yanafaidisha kwamba udhu umedhibitiwa kwa kile alichokitenda mtume, alladhi la yadullu ala bayani lwajib, bila shaka moja kwa moja itakuwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameweza kufahamisha ule udhu ambao unatakiwa kwa kila Muislamu aweze kutekeleza udhu huo, huwa wakati huwatawadha. Kwa hivyo kwa mujibu wa hadithi hii, ikawa moja kwa moja tutaweza kujenga hoja kwamba bismillahi kuleta mwanzo wa kutawadha ni sunna wala si wajib, wabina ala hadha fayuhmalu hadith la wudhua liman lam yadhkur ismallahi alayhi ala nafyi alkamali. Hapa itakuwa moja kwa moja ile hadithi yosemayo kuwa hanaudhu yule ambaye hakuleta bismillah mwanzo wa kutawadha, ina maana ya kutopatikana ukamilifu kwenye kutawadha kwake. Kwa maana yeyote, yule ambaye hataanza na bismillahi mwanzo wa kutawadha, maana ya Mtume kusema hana udhu huyo, maana yake kwamba hana makamilifu katika udhu, kwa maana hakupata makamilifu katika udhu. Ili upate makamilifu katika udhu ni uanze na bismillahi, kwa sababu kila jambo jema ambalo halikuanzwa na bismillahi lina mapungufu na katika mafunzo ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametuelekeza kwenye kila jambo lilo jema, tunapoanza kulifanya tuanze na bismillah. Kwa hiyo katika udhu ni katika miongoni mwa hayo yaliyo mema, kwa hivyo ni vyema muislamu anapoanza kutawadha aanze kwa kusema bismillah, wala haiwi kwamba udhu wake utakuwa haukusihi iwapo hakusema bismillah. Sawa sawasawa, hakusema kwa kukusudia au hakusema kwa kusahau, kwa sababu tamko hilo la bismillahi mwanzo wa kutawadha ni sunna, kwa mujibu wa hoja hizi ambazo wanavyuoni wamezijenga wa kwa kutegemea dalili ya hadithi kutoka kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hivyo basi, tutarudia kusema ya kuwa kauli hizi na maelezo haya haina maana Muislamu kupuuzilia mbali kuleta dhikri ya bismillahi mwanzo wa kutawadha. Kuwa makini Muislamu, wakati unapotawadha uitimize sunna hii ya Mtume Muhammad sallallahu wa Muhammad sala llahu alaihi wasallam ya kula ya kuanza na bismillahi kabla ya kutawadha kwako kwa kwa kama ilivyo katika mambo yetu yote mazuri tunapoyanza huwa tunaanza na bismillahi. Jambo la pili katika mambo ya sunna ni assiwaku kabla lwudhui, ni kupiga mswaki kabla ya kutawadha. Kabla ya udhu, unatakiwa muislamu upige mswaki, na hili limethibitishwa vilevile na kauli ya mtume wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwenye hadithi ya Abu Huraira radhiallahu anhu hadithi ambayo Imam Ahmad na wanavyoni wengine wameipokea hadithi hiyo, bali akiwa Imam Bukhari na Imam Muslim Mtume anasema, laula an ashuka ala ummati la amartuhum biswaki inda kulli sala wa fi riwaya li Ahmad ma kulli wudhui, kwamba lau kama sikuonea dhiki umma wangu na usumbufu kuupatia umma wangu basi ningewaamrisha kupiga mswaki kila wanaposimama kuswali, bali kila wanapotawadha wa kwa hivyo ni vizuri kwa Mwislamu awe atakuwa ni mwenye kutimiza sunna hii ya kupiga mswaki wakati anaotimiza udhu. Sallallahu alayhi wa kana nabiyu sallallahu alayhi wasallam kathira listimali lissiwaki, na mtume alikuwa ni mwingi wa kutumia mswaki wala yaktasu dhalika biwakti sala walwudhui fakat. Na utumiaji wake wa mtume mswaki au upigaji wake mtume mswaki haukuwa ameuhusisha na wakati wa swala na kutawadha, bali alikuwa akiwa ni mwenye kupiga mswaki katika hali tofauti tofauti, ikiwemo anapoingia nyumbani kwake, ikiwemo anaposimama kutoka usingizini ikiwemo anapotaka kusoma Qur'ani, bali baada ya kula chakula, wakati mdomo me, me, mebadilika, pengine umebadilika harufu, kuiondoa harufu ile, anapiga mswaki. Kwa hiyo kupiga mswaki kiujumla ki, ki, wake ni sunna kwa mwislamu, lakini kwa baadhi ya maeneo, ikiwemo wakati mtu akitawa anatawadha, ni sehemu ambayo imetiliwa mkazo zaidi na imekokotezwa zaidi kwa mwislamu kufanya hivyo. Wala haitoshi ndugu yangu, mtu kutumia kidole chake badala ya mswaki, akasema kwamba badala ya mimi kutafuta mswaki nitatumia kidole kukiingiza mdomoni na kukipeleka kulia, kushoto, kusugua meno. La, kinachotumika hapa ni kigongo, ndicho ambacho tumika kupigiwa mswaki, ama hata hii miswaki ya kileo ambayo tunaitumia, ili mradi uwe utaweza kupiga mswaki kwa kifaa ambacho kinajulikana kisheria kwamba ni kifaa cha kusafisha meno au kupigia mswaki. Jengine katika mambo ya sunna kwenye kutawadha, ghaslul kaffaini fi awwalil wudhu'i, kuosha viganja viwili mwanzo wa kutawadha, wakati unatawadha kabla haujatumia viganja vyako kama chombo cha kutekea maji na kupitisha kwenye viungo vyako, hivyo viganja unatakiwa uvioshe kwanza. Katika hadithi ya Aus ibn Aus Atakafi qala raaitu rasula sallallahu llahi alayhi wasallam wasallam tawadha fastawka fa thalatha, kwamba nimemwona Mtume sallallahu alayhi wasallam akitawadha na akaosha viganja vyake mara tatu, hey, ghasala kafaihi. Kwa hivyo uoshaji wa viganja ni katika sunna wakati wa kutawadha. wa yazdadu ghaslu kaffaini taakidan idha kana lwudhuu bada noumi, na hili la kuosha viganja linakuwa lenye kutiliwa mkazo zaidi ikiwa utatawadha baada ya kutoka usingizini. Fa an Abi Hurayrata radhiya Allahu anhu anna Rasulillahi swalla Allahu alayhi wa sallam qala, al Mtume anasema: idha stayqda min naumihi, atakapoamka mmoja wenu kutoka usingizini, fala yaghmis yadahu, asiingize mkono wake kwenye chombo cha maji, hata yaghsilaha thalatha, mpaka aoshe mkono wake mara tatu fa innahu la yadri ayna batat yaduhu, kwani hajui wapi mkono wake umelala, au umeshika, au umetambaliwa na nini, au umeingiliwa na nini, kwa kuwa ulikuwa usingizini. Sasa katika ile misingi ya kujali afya yako na kujikinga zaidi, kuji na kujiweka mbali na hatari ya maradhi ambayo pengine labda yatasababishwa na viganja vyako ambavyo viliweza kupata kupata athari ya, ya, ya mambo au kitu ambacho ni cha hatari, labda ulilala akajatambaa panya kwenye kiganja chako ama mdudu ambaye ana sumu ujui. Sasa wewe baada ya kuamka tu moja kwa moja ukachukua kiganja chako ukakitia katika maji maji ya kutawadhia, pengine sumu kama ile ikaathiri yale maji na ukaathirika, labda katika sura yako au pengine ukayatia mdomoni maji kama yale ukawa ni mwenye kupata athara ama athari kubwa ya maafa kupitia maji hayo. Kwa hiyo, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akataka kwamba mtu anapokuwa yuwatawadha kwanza, aoshe viganja vyake, avisafishe ndipo avitumie viganja hivyo kuchotea maji na kuweza kuosha viungo vyake vya udhu. Jambo la nne tathlithu ghasli al-a'dha'i. Ni hivi viungo kuviosha mara tatu mara tatu, ni katika sunna kwenye kutawadha, viungo kuoshwa mara tatu mara tatu. Asema wala yazidu fi ghasli al-a'dha'i an thalathi ghasalatin, aitakiwi mtu kuzidisha kuosha viungo kuoshaji mara tatu

ambayo kutoka na Imam Bukhari na Imam Muslim maratatu, maratatu. Kwa ni kwamba mtume alitawadha mara tatu mara tatu, ikiwa ni viganja alivyoosha mara tatu, kama ni uso mara tatu, kama ni mikono mara tatu, kama ni miguu mara tatu hakadha. Na wanavyooni wakalitilia nguvu hili, akiwemo alimamu Ibn Mubarak rahimahullah, anasema la amanu idha zada fil wudu ala thalathin an ya'thama kwamba hapana salama kwa mtu ambaye atazidisha mara tatu kwenye udhu wake kupata madhambi. Bali akasema Imamu Ahmad wa Ishaq, la yazidu ala thalathi illa rajulun mubtala, hazidishi mara tatu ila mtu aliyoonjwa na bidha na uzushi. Lakini yule anayefuata sunna ya mtume kikweli kweli hazidishi mara tatu. Kwa hivyo idadi ya uoshaji wa viungo isizidi mara tatu. wayajuzu an yatawadda maratan maratan wa maratain maratan, lakini vile vile mtu anaweza kutawadha akaosha viungo mara moja au mara mbili. fa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala tawadda Rasulullah sallallahu alayhi wasallam maratan maratan, maratan. Kwamba mtume alitawadha na akaosha viungo vyake mara moja mara moja. Muhimu tu uhakikishe kwamba wo uoshaji wako mara moja uwe utatosheleza kueneza maji katika viungo, usioshe mara moja, lakini ikawa kuna baadhi ya sehemu za viungo vyako hazijapata maji Wana Abdallah bin bni zaid anna nabiya sallallahu alayhi wasallam tawadda marataini marataini bali riwaya nyingine ya Abdullah bin Zaid inaeleza kwamba mtume Muhammad alitawadha mara mbili mara mbili, kwa maana aliosha viungo vyake mara mbili mara mbili. Hadithi zote mbili hizi, hii inaonesha mtume aliosha viungo vyake mara moja mara moja, na hii ilionesha kwamba mtume aliosha viungo vyake mara mbili mara mbili, ni hadithi ambazo zimepokewa na wanavyoni wa hadithi wa Imam Bukhari, lakini vile vile Imam Abu Daud wa Tirmidhi wa Nasai na wengineo katika wasomi wa hadithi.

na kwamba kuosha viungo mara tatu ni sunna. Wa kadhi jaatil ahadithu sahihatu, lakini vile vile zimekuja hadithi sahihi bi ghaslil a'dha'i marratan marratan, wa marratayn marratayn, wa thalathan thalathan. Zimekuja hadithi sahihi zenye kuonesha kuoshwa viungo mara moja, mara mbili, mara tatu Wabaadu al a'dhai thalathan wa badhuha marratayn wa badhuha marra, na baadhi ya viungo kuoshwa mara tatu, vingine kuoshwa mara moja, vingine kuoshwa mara mbili. Hivyo basi wanavioni wameweza kulichukulia hili kwamba ni dalili ala jawazi dhalika kullihi, kwamba haya yote yafaa, mtu akiosha kiungo chake mara moja akiosha kiungo chake mara mbili, akiosha mara tatu, yote yafaa. Wa ana thalatha hiya alkamalu walwahidatu walwahidata tujziu, na kwamba uoshaji viungo mara tatu ni ukamilifu zaidi na no, uoshaji mara moja unatosheleza. Hizi ndizo eh, baadhi ya zile sunna ambazo zinatakiwa zitimizwe na Muislamu wakati anatimiza udhu wake. Kwa leo insha Allah taala tutakomea hapa, ambapo tumebainisha tume tumebainisha e, sunan lwudhui ambazo ni atasmia qabla lwudhui, kuleta bismillah kabla ya kutawadha, lakini vile vile asiwako kabla lwudhui, kupiga mswaki kabla ya kutawadha lakini vilevile kuosha viganja vyako fi awwalil wudhui mwanzo wa kutawadha, lakini vile vile kuviosha viungo hivyo mara tatu mara tatu, ni jambo la ukamilifu zaidi, japo kuwa utoshelezaji unaweza kupatikana kwa kuosha mara moja au mara mbili. wa billahi tawfiq, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanak allahumma rabbana bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.